Mimi kwanza lakini uh, kiujumla mimi sio mtu wa show off. Nimeshaenda sehemu nyingi. Ndege napanda mara nyingi, lakini ni kweli mimi naogopa kupanda ndege vibaya. Sio kwamba sipandi. Nishapanda mara nyingi sana, nyingi sana lakini ni kitu ambacho wanakiogopa. Sijakizoea. Yaani mimi nina hofu ya kupanda ndege. Siwezi kusema uongo. Mimi naogopa ndege lakini sio kwamba sipandi. Kuna watu ambao wanaogopa ndege afu hawapandi. Mimi napanda. Lakini sio usafiri wangu favorite. Yaani napanda na nasali nifike salama basi kupanda napanda sana na nimeenda sehemu nyingi sana kwa ndege. Nimepanda ndege zote kubwa, ndogo, vinzi vi, vi lakini hofu yangu iko pale pale. Sijawahi kuzoea wala kuona kawaida. Ah, kuna siku bana nilikua, nilikua, nilikuwa niko natoka Zanzibar, tumepanda ile kile kindege kidogo, kulikuwa kuna mvua mvua, tukafika hapo katikati ya bahari, huo mtingisho niliopigwa sitasahau. Tulikuwa na Bwana Jinako. Kwa kweli yani ilikuwa, hali ilikuwa tete yaani nafikiri ile uoga wangu sasa ukatoka kama ulikuwa ishirini ulikuwa hamsini ukaenda 90. kwa hiyo mimi ndege napanda vizuri, lakini naogopa ndege, yaani sio kitu ninachokipenda. Utafanyaje? kazi yangu mimi naofanya lazima tupande ndege, lakini ndio hivyo, yaani unapanda ukifika, ukifika unasema alhamdulillah Safari ambayo kweli ambayo niliwahi kutoroka ni safari ya kwenda South Africa kushuti video ya Jinako OG. Ni kweli natakiwa kwenda, lakini nikawachenga hiyo <laughs> ni ukweli kabisa. Ah, mimi mwenyewe najua sababu zangu nilizo hapa, kuna mambo fulani nilichelewesha ikawa ikabidi waende. Kwa kweli ndege bana kwanza, kwa ma mazingira yetu ya Kiafrika ni jambo hatujalizoea hiyo. Teknolojia ni hali ya juu, kwa hiyo mimi naogopa. So kitu cha ni watu wengi wako wanaogopa ndege, labda tu hawasemi.